Kwa hiyo changamoto ya kwanza ni ni, ni, upatikanaji wa miche ya kutosha, lakini changamoto ya pili ni hali ya hewa hmm, ya mazingira yetu haya, hali ya hewa, miche ya kahawa inahitaji uhakika wa maji. Ukitoka kwenye ile hali ya hewa, ni masoko, mbolea, eh mbolea, lakini sio ya, ya kitaalamu nahitaji samadi kwa wingi, alafu kingine labda ta changamoto huwa kuna madudu ambayo naweza na kuja katikati pale nikakata mm. ule mti mm. mm. mm. kwa juu, nayo nimepambana nalo, nikawa na mimi nilikuwa nikichukua tu nakwenda kuwachoma mm. basi amekatika huyo hata mm. rudi kingine. Labda mimi nahitaji tu wanunuzi mm. bei basi ipande, tunacho mm. kihitaji mm. watu wanahitaji kulima yes. miche hatuna mm kama kungekuwa na uwezekano mkatuletea miche. Mpaka sasa wengine walikuwa wananiuliza jana kwamba miche tutazipata wapi. Tumekuwa na ziara ya siku mbili katika wilaya ya Buchosa kwenye kata ambazo zao la kahawa linalimwa. Lengo la ziara yetu kwanza ni kuwahamasisha wakulima pamoja na wanachama wetu kushiriki kikamilifu katika zao la kahawa, na sisi kama chama kikuu cha ushirika tumeona wanachama wetu pamoja na wakulima wa wilaya ya Buchosa hususan kwenye kata zinazolima kahawa wamekuwa wakipata changamoto mbalimbali kuhusiana na zao la kahawa, hivyo tumekuja kuwatembelea wakulima wetu, kama ambavyo nimesema, moja ikiwa ni kuhamasisha, lakini sasa kuingia moja kwa moja kwenye zao la kahawa, kwenye ule mnyololo wa samani, kwa maana ya kuanza na wakulima wetu pamoja na wanachama wetu kwa kuwasaidia katika upatikanaji wa mbegu, lakini pia madawa na kuwatafutia soko la uhakika kuliko ilivyo sasa. Tumeona kuna fursa kubwa kwenye zao la kahawa kwenye wilaya ya Buchosa, na ukiangalia wanachama wetu wengi pamoja na wakulima kwenye wilaya ya Buchosa wamekuwa wakijishughulisha na zao la kahawa kwa hiyo kutokana so, na kupungua kwa uzalishaji wa zao la pamba na mwitikio mkubwa kwa wanachama na wakulima wa wilaya ya Buchosa kujikita kwenye zao la kahawa, tumeona sasa haipo sababu ya kushindwa kuwaunga mkono na kuwa nao bega kwa bega, ili kuhakikisha kwamba zao la kahawa sasa linakuwa endelevu kwenye wilaya ya Buchosa, na sisi tunaingia katika kulisimamia pamoja na changamoto zingine zote, kuona namna ya kuzitatua ikiwa ni pamoja na masoko. Ziara hii ambayo tumekwenda kwenye maeneo mbalimbali ya wakulima kwa ujumla yataleta tija kubwa sana katika kilimo cha kahawa, sababu kwanza wakulima wamepokea kwa moyo mkunjufu na wamefurahi sana ku, kuona viongozi wakubwa wa Chama Kikuu cha Ushirika wamewafikia, na mwisho wa siku hata, hata zile changamoto ambazo walikuwa wameziadresi wanaona kabisa kwamba sasa zinaenda zina, zina, kupata mwarobaini kwa maana kwamba sasa Nyanza aa, e, e, yani kwa maelezo yao kwamba inaonekana kabisa kwamba Nyanza sasa imefufuka na inakuja kwa wakulima, na hasa hasa katika sekta hii ya zao la kahawa. Kwa hiyo wameshukuru sana na wako tayari na wako tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba e, wana, wanalima kilimo cha kahawa kwa kiwango kikubwa, kwa sababu mwanzoni walikuwa wanaona kama ni, ni tatizo kidogo, na sasa hivi tumeanza program kwa ajili ya kuinua hili zao la kahawa ambalo tumekuwa nalo kwa, kwa kipindi kirefu, lakini lilikuwa limekwisha kufifia kwa kiasi kikubwa na sasa kwa program ambayo tumeianzisha sasa hivi ya kuhamasisha hawa wakulima, baada ya kuwa tumepata changamoto zao, ambazo changamoto tumezisikia ni nyingi. Kwanza wana shida ya kupata miche, lakini bado wana changamoto kubwa sana, wamekuwa wakivamiwa na, ma, na, ma, na magonjwa, wadudu, na changamoto kubwa sana ambayo tumeisikia kwa hawa wakulima ambao tumewatembelea, kubwa zaidi ni kutokuwa na masoko ya uhakika, lakini yote haya kwa namna ambavyo tumeona na kwa namna ambavyo tumeweza kushauriana nao, tumeona mwarobaini katika kutatua hizi changamoto. Kwanza ni hawa wakulima kuwa katika vikundi, wawe katika vikundi, lakini waunde ushirika, kwa sababu wakiwa katika ushirika itakuwa ni rahisi sana kuwafikia na itakuwa ni rahisi sana kufikishia huduma. Kwa hiyo tumekubaliana kuanzia sasa, moja ya kitu takachokifanya kwanza ni kuwatambua hawa wakulima, kuwa na idadi yao na baada ya hapo ni kuanza kuangalia namna gani ambavyo tuwaingize kwenye ushirika ambao sio kitu kigeni, ni ushirika ambao tayari upo. Kwa hiyo ni wao tu kuingia kwenye huo ushirika ili tuweze kufikisha hizo huduma ambazo kimsingi ndo zimefanya zao la kahawa likaendelea kufifia. Kwa sasa katika Halmashauri ya Buchosa tunazalisha takriban tani 30 lakini tuna uhakika tukienda pamoja na tukaenda na mikakati ambayo tumekubaliana, tunaweza tukazalisha mpaka tani hamsini na kuendelea ambako lengo ni kufikia mpaka tani mia mbili ili kwamba tuweze kuwa na minada ambayo itakuwa inafanyika ndani ya halmashauri ya Buchosa tofauti na sasa ambavyo tunategemea kahawa inachukuliwa na walanguzi na mwisho wa siku anaipeleka wao, wanauza wanatununuliwa kwa bei ndogo, kilo moja elfu moja na mia tano mpaka elfu tatu wa wao wanaenda kuuza shilingi elfu saba kwenye minada, na sharti mojawapo ya kuuza kwenye minada ni kuhakikisha kwamba tumefikisha uzalishaji wa kuanzia tani hamsini na kuendelea, na tumeona inawezekana wa hamasa ambayo wakulima wengi ambao tumeona wanayo kufikia mwaka elfu mbili na ishirini na saba tunaweza tukafikisha mpaka tani mia mbili.